Moria Secondary School, shule ni ya kisasa iliyo katika mazingira tulivu. Shule ni ya bweni kwa mchepuo wa sayansi, biashara na sanaa kwa jinsia zote. Shule inapatikana Kibaha Kongoe, mkoa wa Pwani, kilomita 7 kutoka barabara ya Morogoro, kitongoji cha Vikuge. Shule ni mpya na itafunguliwa Januari 2026 kwa mwaka wa masomo. Ada ni nafuu sana na inalipwa kwa awamu tatu. Pia mkuu wa shule anawakaribisha wazazi na wanafunzi wote kujiunga na preform one itakayoanza Oktoba 2025. Kwa mawasiliano zaidi Simu namba 0654573422 au 0717 06 81 38, wote mnakaribishwa. Moria Secondary and High School Education is thy life. <coughs> <manyansion> <manyansion> <manyansion> <manyansion> <manyansion> Ugumu ulikuwepo sana, wakijana wetu alikuwa anatambaa kwa e, anatambaa kwa kuhangaika sana, akiwa anatambaa kwenye mchanga kwa sababu ya kitimwendo. Hii itamsaidia sana. Nawashukuru sana Sauti Yetu Foundation kwa upendo mkubwa na juhudi kubwa za kudusaidia kudufanikisha kupata kitimwendo. Tunawashukuru sana viongozi na wadau wote waliohusika kudupa, kudupambania na kudupatia viti hivi na serikali kwa ujumu. Napenda kuwashukuru shirika na Compassion kwa kutuwezesha kupatia kitimwendo kwa ajili ya watoto wetu. Nasi tunasema asante, tutaendelea kuungana nao na Mungu aendelee kuwadilishia. Hata wale ambao wamewaweka watoto wao majumbani, ninawatia moyo kwamba wasiwaone kwamba hawafai, wanaweza. Watoto wote ni watoto wote, watu wanaweza, na ukimwezesha mtoto Tuna furaha kwa ajili ya siku ya leo ambayo tumepokea kiti hiki ah, cha, kiti, kiti, cha, cha, ambacho kina cha beskeli cha kutembelea, maana alikuwa muda mwingi anatamani kuwa anatoka nje hata aone mazingira, lakini anashindwa kwa ajili ya gharama za nauli. E, lakini hapa sasa tuna furaha kubwa kwa sababu na yeye atapata furaha na pia na hata mipango yake ambayo alikuwa nayo ya kufungua kibanda cha chips, nadhani huu ni mwanzo mzuri, atapata kufanikiwa. Shukrani sana wazazi na walezi wote wa watoto hawa. Katika jamii zetu kuna baadhi ya wazazi na wa, wa, walezi kuwa hawaoni sababu ya kuwatambulisha watoto wao wenye mahitaji kwenye mamlaka mbalimbali zikiwepo wakiwapo viongozi na hata katika matukio kama haya. Kwa mimi niwapongeze sana nyinyi wazazi, mmekuwa ni mfano wa kuigwa na wazazi wengine ambao mnamiliki watoto wenye mahitaji maalum. Hao ni watoto kama watoto wengine. Na ndio hawa tupo nao leo hapa, ni watoto wetu, na kila mtu anasadiki kabisa kwamba ni watoto wetu. Wana haki ya kupata elimu, watoto hawa wana haki ya kuishi, watoto hawa wana haki ya kufanya uzalishaji mali wa kujiongezea kipato, ambao pia wanaweza kuwa sehemu ya msaada wa. Kwa hiyo tusiwaweke nyuma, badala yake tuwatangulize mbele na Mungu atawainua kwa namna ya tofauti sana. Kimondo kimondo kimondo cha ofa! Taasisi ya Sauti Yetu Foundation inakuletea mafunzo maalum ya lugha ya alama kuanzia mwezi Septemba, kwa mara ya kwanza nchini Tanzania. Unataka kujifunza kuwasiliana na watu wenye uziwi? Unataka kuwa sehemu ya jamii jumuishi na yenye maelewano? Mafunzo yanawafaa watu wa rika zote na makundi yote ikiwemo waalimu, wanafunzi, wazazi, wahudumu wa afya, wakalimani wa lugha ya alama na kila mtu mwenye hamu ya kujifunza. Jisajili sasa, kabla nafasi ni chache. Tupigie simu namba 0747740200, au 0629754392. Sauti Yetu Foundation tunasema haki ya matumizi ya lugha ya alama kwa wote. Jiunge nasi ujifunze, uelewe, uwasilia